Moja kati ya ahadi kuu za serikali ya Kenya Kwanza ilikuwa ni pamoja na kuhakikisha elimu kwa wote na kupunguza gharama yake. Hata hivyo, licha ya mabadiliko makubwa ambayo sekta hiyo imepitia hadi sasa, yakiwemo utekelezaji wa mfumo mpya wa elimu CBC na ule wa kugharamia masomo ya vyuo vikuu HEF, Wakenya bado wanaendelea kupata ugumu kugharamia elimu ya wanao, baadhi wakilalamikia malipo ya juu ya karo. Kwa sasa serikali si yetu hiyo budget yenye mlisoma, tafadhali, mnaumiza mwananchi kupanda wa masomo. Mtoto wangu wa kwanza ako grade 5, mtoto wangu wa pili wapili ako grade 3. Mimi mimi miezai na CPC zai nalipa more than 2500, grade 3 nalipa 1200. Says the cost of education kwanza kwa private school e college iko high na tungependa sana government ingilie kidogo, eh eh, itakuwa sawa hivyo. <laughs> sisi sisi, private school yetu, sasa hii college yetu hatupati loans na government, we do it on ourselves yeah, hatupati anything. Akiwa mbele ya kamati ya elimu bungeni wiki mbili zilizopita, waziri wa elimu Migozo Gamba alikiri kuwa bajeti ya sekta ya elimu nchini ni ndogo ikilinganishwa na matarajio ya sekta hiyo na huenda ni wakati wa majadiliano na wazazi ili kuona kama wanaweza changia zaidi katika elimu ya wanao are looking at whether we are able to afford the activities i think it is time to start having that conversation and then we see how it progresses as it is it is going to be difficult to offer quality education or if we do not get a solution to the continuous and persistent underfunding of the sector haya yanajiri wakati ambapo wazazi wengi wanajikuta wakilemewa na mzigo wa mchango shuleni kinyume na matarajio. Katika bajeti ya mwaka huu, wizara ya elimu ilitengewa jumla ya shilingi bilioni 702.2 ambapo elimu ya sekondari ya kutwa bila malipo ilipata shilingi bilioni 51.9. Elimu ya sekondari ya msingi JSS ikipata bilioni 28.9, bilioni 7 zikitengewa elimu ya msingi bila malipo na kisha bilioni tatu kwa mpango wa chakula shuleni. Itakriba ni takriban miaka mitatu sasa tangu serikali ya Kenya Kwanza ilipotoa mamlaka ikiwa na ahadi chungu zima. Moja kati yazo ilikuwa ni mageuzi katika sekta ya elimu, ambapo ilikuwa ni kufanya gharama ya elimu iwe ya kustahimiliki kwa wazazi, lakini maoni na hisia za wazazi hadi sasa ni tofauti. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Runinga ya Tandao, jina langu ni Chris Sifuna.